Yesu Kristo. Amen. Hodi Kumsenga. Amen. Uanze na jina lako itambishe vizuri, lakini mwisho wa siku utupe hizo nondo, ikiwa ndio silaha. Karibu <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> sana, rudia tena maan watega kidogo kama mnaweza kukawatumia hawa vijana ka vijana najibeba wenyewe, uongo kweli? Ndiyo tunaanza hivyo, yaani ndiyo tunaanza hivyo. Nikua nafikiri labda kama watapiga miguu apakwata nanyie wala wata kama kwenye kiti chako hapa unapiga sasa, nyinyi mnawaangalia kweli? Hapana, haijanibariki CCM oyee! Lakini tunaanza na tunaanza upya, tunaanza upya. CCM oyee! CCM oyee! Ndugu mwenyekiti kamati ya siasa ya mashauriko ya CCM ya kata hii ya Kumsenga, kamati za utekelezaji ya wazazi yudabimu... wajumbe wa mabalozi, mheshimiwa diwani wa kata hii, vijana mpo, assalamu aleikum, Bwana Yesu asifiwe sana. Amin. Tumsifu Yesu Kristo Amen. Bodi Kumsenga. Asante, asante. Naomba sasa tutulie. Naomba nijichague kuwa mlezi <coughs> walinipokea walinipokea vizuri tu, lakini sio kama Kumsenga. <coughs> Yani mmetia fora mo, asante. Ongereni sana vijana, yani hapa inaonekana kabisa vijana wapo. E, ongera sana katibu wa vijana wa wilaya <laughs> mpe salam zangu mwenyekiti wa vijana wa kata yupo? Sasa naomba nitoe tahadhari kidogo kabla sijaendelea. Kikao hiki ni